Hali ya chini ya ufungaji magoli, nafasi anatengenezewa, lakini anashindwa kuzimaliza kwa magoli. Unamzungumzaje mchezaji kama Dube? Ah, uh, mchezaji yote anakutana na changamoto, yeye anakutana na changamoto kwa yati, sio Dube peke yake. Hata kwa kipindi ambacho tulikuwa na Mayele, Mayele na kuna kipindi ilikuwa mechi zaidi ya sita alikuwa afungi. Kwa hiyo changamoto katika maisha yapo, kwa hiyo tunatakiwa kwamba tumpe supporta, tusimkatishe tamaa, na kocha anaelewa, na ndio maana anampanga kila baada ya mechi. Andy Boyle anafunga goli mbili katika mchezo huo akitokea sabu. Unamzungumzia mchezaji kama Andy Boyle. Kwa, kwa bakwetu, aliapata namba zake ni mchezaji mzuri. Isipokuwa kwamba kwetu hapa hajapata namba kubwa ya kucheza. Kwa hiyo kocha anapozidi kumwingiza kwenye kipindi cha pili anapoona ma, mafanikio yake inawezekana kuna mechi nyingine atamwanzisha. Tuangalie je, Huyu akianza ana, ana, ana, ana ufanisi au ufanisi wake akitokea benchi? Kwa hiyo mwalimu ataangalia hivyo vitu vyote. Uh, kuelekea mashindano ya kimataifa ya uh, klabu bingwa Young Africans imehamisha michezo yenu ya makundi yote na itaenda kuchezwa Zanzibar. Unadhani nini hasa kimepelekea ninyi kufanya mabadiliko ya uwanja kwa nyakati hizi? Uh, kwanza lazima niweke sawa. Tunapozungumzia kwamba Yanga kahamia Zanzibar ina maana kwamba Zanzibar ni nchi nyingine. Kwanza tuweke sawa. Yanga ana uwezo wa kuhamia mechi sehemu yoyote katika nchi ya Tanzania. Kwa sababu sio mara ya kwanza. Tulishahamisha mechi miaka ya nyuma Morogoro, tulihamisha mechi ya kimataifa tukapeleka Mwanza. Kwa hiyo ni sehemu ya Tanzania. Kwa hiyo kupeleka Zanzibar ni kuangalia ratiba ya uwanja wetu wa taifa kodi. Sababu leo anacheza mimi kesho anacheza mtu mwingine. Kwa hiyo bora niende sehemu ambako leo kuna vi, kiwanja ambacho kipo. Mimi sikuona kwamba Yanga wamefanya makosa. Watu wanasema kwamba ninyi mmewakimbia Simba katika Benjamin Mkapa kwamba akicheza leo wenyewe mkacheza kesho matokeo yanakuwa mabovu. Ah, imani, unajua jambo lolote linakuwa na imani lakini sisi mimi ni mkubwa katika nchi ya Tanzania. Mimi namkimbiaje Simba? Simba mimi nimkimbie kwa alipo. Wakati mimi mwenyewe mimi haniwezi. Ni, ni, ni. Ni vitu ambavyo watu wanazungumza ushabiki. Chelewa. Mimi Simba siwezi kumkimbia kwa sababu Simba sioni mimi kwamba mimi ananisumbua kwa wapi. Na kiingia na mfunga, kiingia na mfunga. Na ndio naongoza kwa kumfunga mara nyingi timu kuliko timu zote Tanzania. Unadhani uongozi wako wa Yanga umeona nini hasa mpaka kupeleka mechi Zanzibar ukizingatia kwamba ule uwanja ni mdogo hauingizi idadi kubwa ya mashabiki kwamba wanaenda kuingiza mapato madogo dhidi ya, ya Benjamin Mkapa Yanga kwa swala mapato liondoe Yanga anaingiza taifa hapo watu bure, watu kwa Yanga waangalie mapato yuko kule. Ambao waasisi wa timu hiyo ya Yanga Mama Karume kwa Zanzibar. Kwa yuko kupeleka timu kule ni sehemu ya nyumbani, sio kwamba baba, tunataka mapato ah, tu tunapata watu watano, watu sita, sisi tunataka tunaenda kufanya nini? Yani e ndio cha msingi zaidi. Unaiona Young Africans ikienda kufuzu hata robo finali, kwa kwa aina ya kundi lililopangwa, Al Ahli Asfarabat, Young Africans pamoja na Jessica Bie. Ah kwanza, watu wanajua wanaangalia sana national national. Kwa Yanga sio mara moja kucheza naye, sisi mara nyingi sana kucheza naye. Mara ya kwanza nimemfunga goli moja hapa Carnaval, tukaenda kwao tukatoka sare sawa, mpaka tunakwenda kwenye matuta Banuzi ba anakosa penalti. Kwa hiyo yu mimi yule pale sio kama mgeni. Yaani nimesha cheza naye mara nyingi. Juzi hapa uzikati tumecheza naye kwa mako mwewe unaona. Moja moja pa 10 na sawazisha. Kwa hiyo yule sio mgeni ila safari hii. Ninajiuliza kwamba yule namkosa wapi? Safari hii ndo maana nimehamisha ile mechi naipeleka kule. Kwa hiyo ataenda kujuana na mimi kule. Lakini mmepangwa na Waarabu wengi, kuna AS FAR Rabat pale, naye sio mdogo mdogo. Ah haya ah, majina. Majina unajua wa sikutisha sana ndugu yangu mwandishi wa habari. Haya majina. Sisi tumecheza na Klabu Afrikeni, tumemfunga kwao. Tumecheza na wale nani, US labda kwao, tumemfunga fainali. Kwa hiyo si mwalabu, hakuna mwalabu mwingine ambaye sisi tunasema mwalabu tunacheza nao. Tumecheza na Mamelodi, yani ni Yanga sasa hivi ni timu kubwa, sio timu kama ndogo kufikiria kwamba kumuogopa mtu fulani. Ikitokea Africans imefeli kwenda robo fainali, itakuwa eh, malengo ya timu yamefeli, kwa sababu tunakumbuke mwanzo wa msimu engineers alizungumza akasema kwamba Malengo ya kwanza Young Africans si katua, katika hatua za za uh, za, kombe la klabu bingwa ni kufika hatua ya makundi na mmeshafika. Ikitokea Young Africans si ameshinda kwenda hatua ya robo finali, it means kwamba hajafeli. Ah, naweza kusema kwamba yeye hajafeli, kwa sababu target yake alikuwa anajua nini anataka kuzungumza, kwa sababu Watanzania tuna kaida moja, ukituaminisha kwamba tunafika finali alafu usifike finali, basi wewe nah, familia yako itapata shida zako kwenye mitandao kwa hiyo yeye alizungumza vile kwa target lakini anajua kwamba malengo yake au kilabu mlengo kufika hatua gani. Yaani hakuna mchezo ambao una matokeo kikatili kama mpira. Kwa kwamba unachokipanga wewe sio ndicho kitakacho kwenda kutokea siku ya mechi. Ah, kwa uwezo wa Young Africans na ukubwa walio nao, nadhani ni sahihi kuwaza kufika nusu finali, robo hatua ya makundi tu. Kwenye mpira lazima uweke target, uweze kusema nafika finali. Kwa sababu je, unakutana na wakina nani? Sio, unaelewa? Kama hatua ya makundi kwanza, la kwanza, alafu tukishafika hatua ya makundi sasa, bado tunapanga tena kwamba bwana, target yetu kufika robo finali. Tukifika robo finali tunasema sasa, bwana, target yetu sasa kufika nusu finali. Hivyo ndio unapokwenda kwa awamu kwa awamu. Huwezi kusema yule anajenga nyumba ya gorofa kuanzia leo basi moja kwa moja mpaka gorofa 12. Hapana, utakwenda utakwenda, utasimama, utasimama zege ikauke, hivyo hivyo mpaka utakapomaliza. Katika hatua hizi msimu huu pia msimu uliopita na msimu huu mmekuwa na msimu juzi na msimu huu mmekuwa na, e, na, na watani zenu katika hatua hii ya makundi kwamba kundi hili yupo Simba kundi hili yupo Young Africans, umelitazama kundi la Simba? Eh, unalizungumziaje kwa na, Simba na nafasi ya kuvuka katika timu kundi. Unatamani pengine kutana nayo huko mbele mbele. Tena hiyo ndio la msingi zaidi. Yaani kwenye hatua ya robo, yaani Mungu pa mimi na yeye. Hapo mimi ndio nitafly na nitaiongelea Simba. Home ndio yeye anapiga Benjamin Mkapa. Home ndio yeye Simba alishamfunga mara nyingi sana. Lakini hasa ile Simba ya kimataifa huwezi jua mbinu gani kule. Mimi hata kwenye Kagame kipindi hicho tunakutana miaka ya nyuma nilikuwa namfunga sana. Wewe unasikia kama anasema kwenye ligi kuu mnawafunga sababu ya mpita gate sasa hivi. Lakini klabu bingo lazima uwanja unakuwa chini ya CAF lazima upite gate sasa hivi. Wajua maneno ya kushindwa. Ule uwanja una mageti mangapi? Kuna mageti 22. Sasa unanambia mimi sijapita geti sasa ina maana niliruka juu ya paa nikadondokea ndani au nilipita kwenye milango? Upite geti kubwa. Ah, sasa unanipangiaje kupita kwenye geti kubwa wakati geti na mageti yote yale ambayo yanafunguliwa? Wanasema sasa kwamba ukikutana kwenye hatua hizi za, za kombe la la kabingwa, uwanja unakuwa chini ya kafu kwao, lazima upite pale, usipopita wenyewe wanakupigia faini kubwa. Ah, yeye anaambia mimi napitia milango mimi ambayo sio sahihi. Yeye anashindwa ndio kupita mlango sio sahihi ili mimi anifunge. Kama dawa ni hiyo kufunga, kama dawa yangu kumfunga Yanga usipite mlango sahihi. Kwa nini asipite? Simba hana hiyo. Hana mbinu, Simba mtoto mdogo Dar es Salaam wapi? Simba mkubwa. Sema yule mimi siwezi tangu miaka tangu alipoanzishwa. Unajua Simba imeanzishwa kwa sababu gani? Yaani yule ni mkaidi. Kwamba yeye hataki kukaa na wenzake, anataka kujitenga peke yake, atoka kwenye ubavu wangu akaenda kujitenga na maisha yake na Waarabu, Wahindi sio akaa nao huko. Maisha yake. Sasa sisi ni timu ya wananchi wa Tanzania, kwao yule, yani yule, yani yule yani kwa mimi anamtandika sana sana ana katoka kwako. Moto huu anawasha jeketi. Umeona mechi ya juzi hiyo alivyowasha kipindi cha pili kile, ameingiza kocha akafanya substitution kama tano za moto, Morris Abraham anakuja kama Luis Jose Mixo. Wajua kwanza vichekesho sana. Unajisifia kwamba umemfunga JKT. Mtu amesimama mbele kama imamu, rafiki yangu. Lakini refa re alikuwepo pale. Sasa marefa tunawazungumza si ndo wao. Hawa marefa tunawazungumza wao. Angalia mechi ya Pamba na, na Singida. Kipo wa Singida kadakia mpira wapi? Sasa leke nje ya boxi. Maamuzi wao wafanye. Kwa hiyo waamuzi wetu wanakwendaga hapa na kwenda na maagizo yao. Kila siku tutakuwa tunalalamika maagizo yao, tunaagizo tunalalamika. Lakini tunaweza kusema kwamba tutafika wakati. Unajua hakuna kitu kibaya kama amani. Yaani watu wanapenda sana amani wa Tanzania lakini itakwenda itafikia wakati itakuwa nuksi, watu wataingia viwanjani humu, tutaenda kuwachomoa hawa marefari, kwa sababu kila siku makosa wanafanya wao tu. Haiwezekani unamtia mtu hasara timu timu, mtu anafanya maandalizi, ameweka gharama, ameweka kambi, anaenda bana, nataka kapate matokeo, unakwenda unamzoofisha, wewe unategemea nini? Wakumalizia sasa, unaliona Young Africans msimu huu kitetea makombe yake aliyochukua msimu uliopita. Sisi kama kawaida tu Ale makombe yote kama kawaida sisi tunachukua. Hakuna atakaye kutuzuia. Tuliumba hapa katikati kwa upepo fulani kiasi tu tunakaa sawa. Tutaanza kumtukana, anaanza kuchukua dozi 4, atakuja mtu atachukua 5. Wataanza kusema wanatumia vidonge, wanatumia sindano. Hao ambao mnao wasifia sasa hivi. Baadaye ndio hao wanalalamika kwamba wanatumia dawa, wanatumia sindano, wanatumia nini?